Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia kuwa kuna usalama wa kutosha kwani hakuna tishio lolote la kiusalama kama tulivyohakikishia Oktoba 26, 2025. Aidha, ningependa kuwatahadharisha kuwa kuna kikundi cha watu. Baada ya kuona wameshindwa kuvuruga amani ya nchi yetu, wameunda kikundi cha vijana ambao wanaandaa picha mjongeo na taarifa mbalimbali za matukio yaliyotokea siku za nyuma ambayo yalishashughulikiwa na mengine ya kutunga ili wayasambaze kwenye mitandao ya kijamii yaonekane yametokea kipindi hiki au muda mfupi uliopita. Mkiona taarifa kama hizo kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vingine vya habari vilivyoandaliwa na watu hao wenye nia ovu na amani ya taifa letu, mtambue kuwa ni za uongo, uzushi na za kutaka kutuchonganisha na kutugombanisha. Jeshi la polisi, wakati linaendelea kuwafuatilia ili liwatie nguvuni kwa mujibu wa sheria, linatoa rai kwa wananchi, mtakapoona au kutumiwa picha ya mjongeo na taarifa kama hizo au vipeperushi na mengine yanayofanana na hayo, muyapuuze kwani yameandaliwa kwa nia ovu ya kiuhalifu kwa lengo la kutaka kuleta taharuki kwa wananchi. Coco FM, ladha ya pwani.